Walimu wametakiwa kuongeza bidii na kuwalea wanafunzi katika maadili bora ili kulinda mila na desturi za Kizanzibari. Haya yameelezwa na mkurugenzi taaluma chuo cha utawala wa umma IPA huko Tunguu katika holi la Dr Shein wakati akitoa nasaha fupi katika mahafali ya skuli ya Acme. Amesema walimu wanapaswa kuongeza ujuzi na kujifunza zaidi

tujitere sana sana sana tuwalee vijana wetu katika malezi yalekogoa kabisa nailivo kupumisha patu tumeacha utamaduni wa zamani tunabana katika utamaduni wa kisasa suruali ziko matakoni tunavaa kuwa toka kike za ndani yake

unakwenda kutumia vizuri ili ilitkua usoli kubwa katia mzikako unapokwenda. Kwa hiyo ndugu walimu, tujitahidi sana, tunapokuwa tunakukua kazini hivi, kweli masaa tunatumia kazini na mshahara ambao tunalipwa tunafanya kazi ukiomba wa kazi nao saidi anza kubadilika kuanzia sasa hivi ili uweze kupata kitu kinachendana na kazi unayoifanya. Amesema walimu wanapaswa kuongeza ujuzi na kujifunza zaidi ili waweze kuboresha miundombinu ya elimu, jambo ambalo litaongeza ufaulu mzuri kwa wanafunzi, lakini pia niendelea kuwasiri walimu

Yes, Mkurugenzi Taaluma Mohamed Hamis ameeleza kuwa ameguswa na baadhi ya changamoto zilizoelezwa. Kwa niaba ya uongozi wa chuo cha utawala wa umma, wamelipokea kwa mikono miwili na ataweza kuonyesha mchango wao kwa kuimarisha uhusiano na umoja baina yao. Nimegusia changamoto ya kompyuta na changamoto ya chupa cha kompyuta. Sisi chuo cha utawala umma kama wadau wa elimu Tanzania hii imetuguza changamoto hiyo, na kwa jambo la uongozi wa chuo cha utawala umma chini ya mkuu wa chuo Shamani Mtumwa Selemani, tumeipokea tutaifanya kazi, tutaangalia na namna gani ya pues, kaza kushiriki na sisi

ama wapongeza wanafunzi waliohitimu kidacho cha saba KG1 pamoja na KG2 na kuwatakia maisha mema katika elimu zao za juu. Pia amepongeza skuli pamoja na bodi ya wadhamini kwa maandalizi mazuri ya sherehe ya mahafali hayo. Tunawapongeza vijana wetu kwa kuhitimu wale wa KG2, lakini pia tunawapongeza au unawawapya wale wanafaliiansaasaa Mafanikio haya si ya mtu mmoja, imefanikiwa mashirikiano kwa pamoja, kuanzia moja ya wadhamini, kamati ya wazazi, walimu, wazazi na wanafunzi wenyewe. Naomba tuwapongeze wote kwa pamoja Safari <tus> so,

iwaskuruakabisa wakuweaakatiaaahaiwataaeisa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa upande wa wahitimu wametoa shukrani zao za dhati kwa walimu wao kwa jitihada walizozionyesha na kuwapa elimu zaidi ya wanachostahili. Bila shule ni kujaza elimu mtoto asijue kitu na imefanikiwa kwa asilimia kubwa kutokana na uhalisia wetu wa kutobagua aina ya ufahamu wa wanafunzi tunaopokea, kwani tunaamini kuwa mwalimu mzuri ni yule atakaweza kufundisha aina zote za ufahamu na uelewa wanafunzi. Matokeo ya dira hii, skuli yetu imeendelea kufanya vizuri kwenye usomeshaji jambo ambalo limekuja likipelekea kupata matokeo mazuri katika mitihani ya taifa, na kwa hili napenda kuwapongeza sana alimu wetu wa hami, na kuwaambia hongereni sana alimu wetu na asanteni sana kwa upendo wenu. Ndugu rasmi, kama ilivyo kawaida katika maeneo mengi, kila penye mafanikio hapakosi kuwa na changamoto katika skuli yetu pamoja na jitihada kubwa zilizoelekezwa ele, kwa upande wa kutumia teknolojia bado kuna changamoto ya udogo wa chumba cha kompyuta. Ili kukabiliana na changamoto hii, shule imedhamiria kujenga chumba kikubwa cha kompyuta kitakachokuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi wengi zaidi kwa wakati mdogo kulingana na idadi ya wanafunzi waliopo. Hivyo, ndugu mgeni rasmi, wageni waalikwa pamoja na wazazi, tunaomba kwa pamoja kusaidiana, tunaomba kusaidiana kufanikisha ujenzi wa chumba kipya cha kompyuta ambacho makadirio yake yanakadiriwa kufikia shilingi milioni kumi na mbili. Hii ni Zantime, mimi ni Amina Lumwecha. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.